Unatoka watu wa Mungu, hija tunachukulia poa. Hija ndiko anaweka kidogo kidogo miaka mitano sita kwenye kibubu, miaka mitano sita ndiyo inatosha kuja Tanzania. Anazunguka miaka mitano sita mingine atakuja tena. Ukaenda Ulaya utafikiri mbinguni hata <laughs> wakikwambia, pale Ulaya ndio mbinguni, unaweza ukafikiri ndio. Kwa sababu hujawahi kufika popote. Ndugu yangu jitahidi, na tano hizi hija huwa azirudirudii mapema, zikirudia tena mi na wewe tunaweza kuwa tushakata kamba. Hija ya leo, Mungu akusaidie na wewe uende. Haya, umeshindwa Ulaya. Na ile hapa inaitwa nini tena ile? Tumsifi Yesu Kristo. Haya, amesema nini? Hebu endelea hapo kwenye aya ya tisa. Na pamoja na hayo, pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu tafakari vizuri hivo <laughs> tulifanyiwa hivo, tulifanyiwa hivo ehe, baba twende, mama kiroho, wakakaa chini, wakazungumza tutafute. Sio, sio kuzungumza kwa maana ya stori au salamu, kwa maana ya kwamba umeenda kwa babako unahitaji kusaidika, umeenda kwa mamako kimwili, ukafikiri hawana nafasi tena. Hiyo ni wewe unafikiri. nilimfuata akalia, akasema Vincent, nina matatizo na familia yangu. Mimi sina mtu wa kumwambia. niki wengi nimewalea. Hatuendi tena kukaa na wazazi wetu wa kiroho. Tuzungumzie, naomba tumalizie, kuna jambo nalitaka hapo chini ehe eh? mm kiturudi hmm. hmm. wali... kiturudi ni kwa faida ye ye tu, tusikosekane mbinguni. Ehe. Kila adhabu, kila adhabu wakati, wali, wakati wa ile adhabu haionekani kuwa ni kitu kizuri, inaumiza. Niacha kwenye nguzo nikabaki hapo mpaka asubuhi sasa dada yangu asubuhi anatoka misa, yeye alikuwa hajaniona akaja kunikuta pale. Yani muda wote nilikuwa sijalia, dada aliponiona analia na mimi ndo nikajihurumia. na Mungu nimekuwa hivi baada ya viboko vingi na kadhalika na nimefuatilia baadhi ya vijana ninaokaa nao, anakwambia darasani ni kwa sina akili, anakwambia darasa la saba wadogo zangu wote wame... kwa kuna wengine wameenda kusema majeraha tukikaa nao mi nilikuwa mtundu kuliko wao nikiwapa shuhuda zangu, yani yeye kavuta madaya ya kuleva mi sijavuta. Na vema walivyoona vema, ikawaje rafiki yangu eh? Kila adhabu kila adhabu wakati wake eh, bali kwa wakati huo inakuwa huzuni, wakati wa viboko, baadaye inawaletea wao waliozoea eh, Baba, asante Baba, eh Baba, asante Baba. Eh Baba, asante Baba kwa wema wako, ya haki yenye amani unda ya haki yenye amani, ya haki yenye amani. Ehe. Basi kama umeishia 13 au bado, twende mpaka 13, inua mikono tuabudu eh. Sasa hivi unakuta watu wamekaa n yani, yani, kazama yani. Ah, Mungu huyu naye siku hizi watu wanazama kiaina altareni <laughs> wote wanainama hivi ah, nikasema, hapa hamna tabernakulo au nini? Nikafuatilia, naona padre akimaliza katekisa. Inawezekana ni matatizo tu ya magoti, lakini tuna mpango tuweke viti vya sponchi hapa kupigia magoti Yesu na Maria hey. Yani ni Leo ukipiga magoti hapo barabarani padi, padi yanapita, si wanaenda kupeleka mirembe eti moyo utembee, kiwete maisha yako, wacha tunyoshe mguu, hata kama kwa kuuma. Siku hizi watu wameshajua wa namna ya kunyosha miguu mzee, na wanakupa na viatu vitakavyolingana na namna yako na udhaifu wako. Hauna nauli, niambie. Hatuna nauli, tunaomba uje kwenye mkutano, mimi nitengeneze mpango nije kwenye mkutano, nihubiri Injili, lakini nisije unipange cha kufanya ili mpate hela. Amina. Somo, usi, ya, somo lile na lile tulikusikia, tumekufuatilia kwenye YouTube. Usifanye, ukifanya hivi hatutapata watu, hatutapata hela. Kwa hiyo mimi nikusaidie upate watu watakaopotea, mimi nikuongoze kutoa mimba? Kama sijui kitu afadhali niache, na kama najua nitanyoka. Naomba tusimame. Watoto wako tunakuja kwako, angalia, angalia. Watoto wako tuko mbele zako, angalia, angalia. Kanisa lako twajinyenyekeza angalia, mioyo yetu twaileta kwako angalia, angalia. Maisha yetu twayaleta kwako angalia, angalia. Makundi yetu twayaleta kwako angalia, na kushindwa kwetu twakuleta kwako angalia, angalia. Watoto wako tuko mbele zako, angalia Yesu, angalia Yesu, Yesu, angalia Yesu, angalia, angalia kwa huruma na rehema yako mfalme tunaomba uturehemu, utusamehe Mungu. Tumekosa, tumeharibu, tumejichafua, tumekuasi, tumejeruhi. Naomba huruma na rehema yako mfalme, turehemu Mungu wetu na Baba yetu mwema, turehemu mfalme wa amani, Mungu wa huruma na Baba wa rehema, turehemu Mungu, tuumbie usituondolee